Benito Andrea Mussolini alizaliwa tarehe 29 mwezi wa saba mwaka 1883, Dovia ya kaskazini mwa Italia, kwa mitaa ya wafua vyuma. Benito Mussolini aliwahi kufanya kazi kama mwalimu Yaani, inamaanisha aliwahi kuwa mwalimu mwenye uzoefu, na baadaye akaona ualimu hauna maslahi kwake, na muda mfupi baadaye akaamua kufanya kazi hiyo iliyobarikiwa tangu enzi hizo. Tukumbuke kwamba hata Yesu Kristo aliwahi kuitwa mwalimu na wanafunzi wake. Kwa hiyo kazi ya ualimu ni kazi ambayo ilibarikiwa kwa kipindi kirefu, hivyo hata Benito Ansel Mussolini alihusika zaidi katika kazi ya ualimu na alifundisha kwa muda mrefu zaidi, baada ya kuona ualimu hauna maslahi kama ilivyo miaka ya hivi karibuni, basi Benito Anseli Mussolini akaona kazi hiyo haitamfaa na akaamua kuhamia katika kazi iliyobarikiwa zaidi, namaanisha kazi ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma alifanya kazi ya uandishi wa habari kwa bidii na juhudi, na kama wasemavyo Waswahili, juhudi huleta maarifa. Muda mfupi baadaye, kazi ya mikono yake ilionekana na kupewa nafasi ya kuwa mahiri ama kuwa mhariri mkuu katika gazeti la Socialist newspaper, ama gazeti la Socialist ambalo lilifahamika kama gazeti la Socialist lenye misingi ya kiujamaa. Aliamua kujiunga na gazeti la Avanti baada ya kuachana na gazeti la Socialist newspaper nalo halikufanya vizuri mno, akaamua kuondoka kwenye gazeti hilo la Avanti na akaamua kuanzisha gazeti lake binafsi ambalo lilifahamika kwa lugha ya Kiitaliano kama Second Popo di Italia ambalo pia kwa lugha ya Kiingereza lilifahamika kama the Italian People na kwa lugha yetu ya kitaalamu ama lugha iliyobarikiwa zaidi ya Kiswahili lilifahamika kama watu wa Italia. Lakini 1915, amejiunga na jeshi la Italia na kwenda kupigana vita vya kwanza vya dunia. Baada ya kurejea kwenye vita vya kwanza vya dunia mwaka 1919, alianza rasmi kuikosoa serikali ama utawala ulioko madarakani, baada ya kuanzishwa chama chake ambacho kilifahamika kama the Nationalist Fascist Party huko Milani, Italia. Kurejea nyuma enzi za utoto wake, Benito Ansel Mussolini alikuwa na hasira kiasi kwamba sehemu ambayo ilihitaji diplomasia ya kawaida ya weza kutatua tatizo la mgogoro labda baina yake na wenzake, basi alitumia nguvu na kiasi ambacho alipelekea kusababisha kifo cha mwanafunzi mwenzake na kupelekea yeye kufukuzwa na kusimamishwa shule kwa muda usiojulikana. Benito Anselmo Mussolini alifukuzwa shule katika shule ya seminari ya huko Milani, ambapo alikuwa akisoma baada ya kusababisha kifo cha mwanafunzi mwenzake katika shule hiyo ya kiseminari huko Italia, lakini miaka mingi baadaye baada ya 1919, Benito Andrea Mussolini baada ya vita vya kwanza vya dunia alivunjika moyo kulingana na utawala wa kipindi kile ambako ulikuwa ukiongoza Italia ulifanya maamuzi ambayo hakukubaliana nayo. Hasa maamuzi hayo yalifanyika katika mkutano wa Vasili kule katika mji wa Paris, Ufaransa. Utawala wa kipindi kile ulikubali maamuzi ambayo yalikuwa sio rafiki kwa nchi ya Italia, ambao ulikandamiza nchi ya Italia Haikuishia hapo tu, pia Mussolini alivunjika moyo na utawala uliokuwa ukiongozwa na Victor Emmanuel ambao ulikuwa ni nigo, goigoi na kushindwa kufanya maboresho baada ya madhara yaliyotokana na vita vya kwanza vya dunia, mwaka huo huo ambao Victor Emmanuel alishindwa kufanya maboresho ya kurekebisha na kuleta njia za kuondoa matatizo makubwa ambayo yaliyotokana na vita vya kwanza vya dunia. Basi hali hii ilimfanya Benito Anseli Mussolini kuvunjika moyo na kuamua kuingia vitani kuweza kupambana kuondoa utawala uliokuwa ukiongoza Italia kwa kipindi kile, ambapo utawala ule ulikuwa ni utawala goigoi goi wa Victor Emmanuel wa pili. Benito Mussolini alikuja na sela mbalimbali ambazo zilikuwa zikipinga zaidi ujamaa na kuamua kuwa na uongozi ambao haukuwa ukihusisha masuala ya demokrasia wala nini. Hali hii ilifanya kuja na sera zake nzuri ikiwemo kuanzisha masuala mazima ya mifumo ya upelelezi ambayo ilimfanya Benito Anselm Mussolini kuweza kuamua kuwa kiongozi bora katika nchi ile. Na kutokana na sera zake zenye masiko zilimfanya Benito Anseli Mussolini kuweza kuwa miongoni mwa viongozi ambao waliweza kumwondoa Victor Emmanuel na baadaye mwaka 1921 na kuwa kiongozi wa Italia miaka 1922 na kuwa kiongozi wa Kiimla ambaye aliongoza Italia na kufanya baadhi ya mambo mazuri ambayo yaliweza kuleta maslahi mapana katika nchi ya Italia. Kama ilivyoandikwa katika vitabu vingi vitukufu kila nafsi njaumauti basi, swala hili nalo likamkuta Benito Anselmo Mussolini. Benito Mussolini aliaga dunia mwaka 1945 baada ya vita vya pili vya dunia, na ni tarehe 28 Aprili huko Anzo, Italia. Benito Anselim Mussolini pia alikuwa na watoto wachache. Miongoni mwa watoto wake ni Romano Mussolini, Edna Mussolini pamoja na Bruno Mussolini, Benito Albino Mussolini, au ni miongoni mwa watoto wake, na hiyo ilikuwa ni historia fupi ya Benito. Benito Andrea Mussolini alizaliwa tarehe 29 mwezi wa saba mwaka 1883, Udovia, kaskazini mwa Italia, kwa mitaa ya wafua vyuma. Benito Mussolini aliwahi kufanya kazi kama mwalimu Yaani, inamaanisha aliwahi kuwa mwalimu mwenye uzoefu na baadaye akaona ualimu hauna maslahi kwake, na muda mfupi baadaye akaamua kufanya kazi hiyo iliyobarikiwa tangu enzi hizo. Tukumbuke kwamba hata Yesu Kristo aliwahi kuitwa mwalimu na wanafunzi wake. Kwa hiyo kazi ya ualimu ni kazi ambayo ilibarikiwa kwa kipindi kirefu, hivyo hata Benito Ansel Mussolini alihusika zaidi katika kazi ya ualimu na alifundishwa kwa muda mrefu zaidi. Baada ya kuona ualimu hauna maslahi kama ilivyo miaka ya hivi karibuni, basi Benito Anseli Mussolini akaona kazi hiyo haitamfaa, na akaamua kuhamia katika kazi iliyobarikiwa zaidi, na maanisha kazi ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma. Alifanya kazi ya uandishi wa habari kwa bidii na juhudi na kama wasemavyo Waswahili, juhudi huleta maarifa. Muda mfupi baadaye, kazi ya mikono yake ilionekana na kupewa nafasi ya kuwa mahiri ama kuwa mhariri mkuu katika gazeti la Socialist Newspaper, ama gazeti la Socialist ambalo lilifahamika kama gazeti la Socialist lenye misingi ya kiujamaa aliamua kujiunga na gazeti la Avanti baada ya kuachana na gazeti la Socialist Newspaper, nalo halikufanya vizuri mno. Akaamua kuondoka kwenye gazeti hilo la Avanti na akaamua kuanzisha gazeti lake binafsi ambalo lilifahamika kwa lugha ya Kiitaliano kama Second Popolo d'Italia ambalo pia kwa lugha ya Kiingereza lilifahamika kama The Italian People na kwa lugha yetu ya kitaalamu ama lugha iliyobarikiwa zaidi ya Kiswahili lilifahamika kama watu wa Italia, lakini mwaka 1905 amejiunga na jeshi la Italia na kwenda kupigana vita vya kwanza vya dunia. Baada ya kurejea kwenye vita vya kwanza vya dunia mwaka 1919, alianza rasmi kuikosoa serikali ama utawala ulioko madarakani baada ya kuanzishwa chama chake ambacho kilifahamika kama the Nationalist Fascist Party huko Milani, italia. Kurejea nyuma enzi za utoto wake Benito Ansel Mussolini alikuwa na hasila kiasi kwamba sehemu ambayo ilihitaji diplomasia ya kawaida ya Kutatua tatizo la mgogoro labda baina yake na wenzake, basi alitumia nguvu na kiasi ambacho alipelekea kusababisha kifo cha mwanafunzi mwenzake na kupelekea yeye kufukuzwa na kusimamishwa shule kwa muda usiojulikana. Benito Anseli Mussolini alifukuzwa shule katika shule ya seminari ya huko Milani ambapo alikuwa akisoma, baada ya kusababisha kifo cha mwanafunzi mwenzake katika shule hiyo ya kiseminari huko Italia, lakini miaka mingi baadaye, baada ya mwaka 1919 Benito Ansel Mussolini, baada ya vita vya kwanza vya dunia, alivunjika moyo kulingana na utawala wa kipindi kile ambako ulikuwa ukiongoza Italia ulifanya maamuzi ambayo hakukubaliana nayo hasa. Maamuzi hayo yalifanyika katika mkutano wa Vasili kule katika mji wa Paris, Ufaransa. Utawala wa kipindi kile ulikubali maamuzi ambayo yalikuwa sio rafiki kwa nchi ya Italia, ambao ulikandamiza nchi ya Italia. Haikuishia hapo tu, pia Musolini alivunjika moyo na utawala uliokuwa ukiongozwa na Victor Emmanuel, ambao ulikuwa ni nigo, goigoi na kushindwa kufanya maboresho baada ya madhara yaliyotokana na vita vya kwanza vya dunia Mwaka huo huo ambao Victor Emmanuel alishindwa kufanya maboresho ya kurekebisha na kuleta njia za kuondoa matatizo makubwa ambayo yaliyotokana na vita vya kwanza vya dunia, basi hali hii ilimfanya Benito Anseli Mussolini kuvunjika moyo na kuamua kuingia vitani kuweza kupambana kuondoa utawala uliokuwa ukiongoza Italia kwa kipindi kile, ambapo utawala ule ulikuwa ni utawala goigoi goi wa Victor Emmanuel wa pili. Benito Mussolini alikuja na sera mbalimbali ambazo zilikuwa zikipinga zaidi ujamaa na kuamua kuwa na uongozi ambao haukuwa ukihusisha masuala ya demokrasia wala nini. Hali hii ilifanya kuja na sera zake nzuri ikiwemo kuanzisha masuala mazima ya mifumo ya upelelezi ambayo ilimfanya Benito Anselm Mussolini kuweza kuamua kuwa kiongozi bora katika nchi ile. Na kutokana na sera zake zenye masiko zilimfanya Benito Anseli Mussolini kuweza kuwa miongoni mwa viongozi ambao waliweza kumwondoa Victor Emmanuel na baadaye mwaka 1921 na kuwa kiongozi wa Italia mwaka 1922 na kuwa kiongozi wa kiimla ambaye aliongoza Italia na kufanya baadhi ya mambo mazuri ambayo yaliweza kuleta maslahi mapana katika nchi ya Italia. Kama ilivyoandikwa katika vitabu vingi vitukufu, kila nafsi taonja umauti, basi swala hili nalo likamkuta Benito Anselm Mussolini. Benito Mussolini aliaga dunia mwaka 1945 baada ya vita vya pili vya dunia, na ni tarehe 28 8 Aprili, huko Anzo, Italia. Benito Anselm Mussolini pia alikuwa na watoto wachache. Miongoni mwa watoto wake ni Lomano Mussolini, Edna Mussolini pamoja na Bruno Mussolini, Benito Albino Mussolini au ni miongoni mwa watoto wake, na hiyo ilikuwa ni historia fupi ya Benito. Benito Andrea Mussolini alizaliwa tarehe 29 mwezi wa saba mwaka 1883 Dovia, kaskazini mwa Italia, kwa mitaa ya wafua vyuma. Benito Mussolini aliwahi kufanya kazi kama mwalimu Yaani inamaanisha aliwahi kuwa mwalimu mwenye uzoefu, na baadaye akaona ualimu hauna maslahi kwake, na muda mfupi baadaye akaamua kufanya kazi hiyo iliyobarikiwa tangu enzi hizo. Tukumbuke kwamba hata Yesu Kristo aliwahi kuitwa mwalimu na wanafunzi wake. Kwa hiyo kazi ya ualimu ni kazi ambayo ilibarikiwa kwa kipindi kirefu, hivyo hata Benito Ansel Mussolini alihusika zaidi katika kazi ya ualimu na alifundisha kwa muda mrefu zaidi. Baada ya kuona ualimu hauna maslahi kama ilivyo miaka ya hivi karibuni, basi Benito Anselm Mussolin akaona kazi hiyo haitamfaa, na akaamua kuhamia katika kazi iliyobarikiwa zaidi, na maanisha kazi ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma aliifanya kazi ya uandishi wa habari kwa bidii na juhudi, na kama wasemavyo Waswahili, juhudi huleta maarifa. Muda mfupi baadaye, kazi ya mikono yake ilionekana na kupewa nafasi ya kuwa mahiri ama kuwa mhariri mkuu katika gazeti la Socialist Newspaper ama gazeti la Socialist, ambalo lilifahamika kama gazeti la soshalisti lenye misingi ya kiujamaa. Mwaka 1914 Aliamua kujiunga na gazeti la Avanti baada ya kuachana na gazeti la Socialist Newspaper, nalo halikufanya vizuri mno. Akaamua kuondoka kwenye gazeti hilo la Avanti na akaamua kuanzisha gazeti lake binafsi ambalo lilifahamika kwa lugha ya Kiitaliano kama Second Popolo d'Italia ambalo...